Kiungo mshambuliaji wa Simba Kibu Dennis aliyeyusha siku mia nne tisini na nne ambazo ni wiki sabini bila kufunga kwenye ligi kuu Tanzania Bara, ambayo ni namba nne kwa ubora Afrika. Nyota huyo ambaye ni maarufu kwa jina la mkandaji ni chaguo la kwanza la kocha mkuu Fadlu Davids. Ni kiungo mwenye nguvu na jina lake lipo kwenye orodha ya nyota walioitwa kwenye kikosi cha ja timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, kwa ajili ya mchezo dhidi ya timu ya taifa ya Morocco. Huo ni mchezo kwa ajili ya kuwania kufuzu kombe la dunia elfu mbili na ishirini na sita chini ya kocha mkuu Hemedi Sulemani maarufu kwa jina la Moroko ambapo kikosi hicho kinajumuisha wachezaji ishirini na nne watakaokuwa na kazi ya kuipambania nembo ya taifa ya Tanzania. Rekodi zinaonesha kuwa mara ya mwisho Kibu kufunga ilikuwa Novemba 5 elfu mbili na ishirini na tatu, ilikuwa dhidi ya Yanga. Mchezo huo wa Kariakoo Dabi ulichezwa uwanja wa Mkapa na baada ya dakika tisini ubao ukasoma Simba moja tano Yanga. Simba waliyeyusha pointi tatu mazima ndani ya dakika tisini kwenye mchezo huo kwa maana hiyo Novemba tano elfu mbili na ishirini na nne Kibu ambaye anavaa jezi namba thelathini na nane mgongoni ndani ya kikosi cha Simba alitimiza mwaka mmoja bila kufunga bao ndani ya ligi, licha ya nafasi ambazo alikuwa akipata kuanza kikosi cha kwanza, na wakati mwingine alikuwa akianzia benchi pia ule usemi wa usimkatia mtu tamaa ulijibu kwa kuwa siku ambayo wengi hawakutarajia ili wadia na mwamba akafungua akaunti yake ya mabao kwa msimu wa elfu mbili na ishirini na nne ishirini na tano kwa kufunga mabao mawili ndani ya uwanja. Ilikuwa Machi kumi na nne elfu mbili na ishirini na tano kwenye mchezo wa Ligi Kuu Tanzania Bara, ilikuwa ni dhidi ya Dodoma Jiji ambao ulichezwa uwanja wa KMC Complex. Ni Machi kumi na nne elfu mbili na ishirini na tano kwenye mchezo huo aliandika rekodi yake kwa kufunga na kutoa pasi pia kwenye mchezo huo baada ya kufunga mabao mawili na kutoa pasi mbili za mabao, ilimfanya ahusike kwenye mabao manne kati ya sita yaliyofungwa na timu hiyo dhidi ya Dodoma Jiji walipokomba pointi tatu mazima. Mkandaji alichaguliwa kuwa mchezaji bora wa mchezo huo ambapo ilikuwa ni tuzo yake ya kuanza kuibeba akiwa na uzi wa Simba ndani ya msimu wa elfu mbili ishirini na nne ishirini na tano kutoka ligi namba nne kwa ubora Afrika. Ni mabao mawili kafunga, anayo kibindoni kwa sasa, akiwa amecheza jumla ya mechi kumi na sita akikomba dakika elfu moja mia moja na kumi akiwa na pasi tatu za mabao, hivyo amehusika kwenye mabao matano ndani ya kikosi cha Simba kati ya mabao hamsini na mbili aliyofungwa na timu hiyo. Kwa maana hiyo, Kibu ana wastani wa kuwa na hatari kila baada ya dakika mia mbili ishirini na mbili akiwa uwanjani. Na Simba ni mechi ishirini na mbili ilishuka uwanjani ndani ya msimu akiwa kakosekana kwenye mechi sita pekee. Ukicheki kwenye msimamo Simba ni namba mbili baada ya mechi ishirini na mbili ambazo ni dakika elfu moja mia tisa themanini kibindoni, imekusanya jumla ya pointi hamsini na saba na vinara ni watani zao wa jadi Yanga wenye jumla ya pointi hamsini na nane kibindoni. Tusubiri na tuone kasi yake itaendelea ama atagotea hapo hapo kama ambavyo alifanya msimu uliopita alipogotea kwenye bao moja ambalo walifunga kwenye mchezo dhidi ya Yanga, na sasa bado mechi kadhaa kukamilisha msimu wa 2024/25. Tusubire tuone itakuwaje kwa mkandaji Kibu Dii, Kibu Denga. Sauti ya lunyuma Dizo mliuka a boy from Jombe place to be.